Kwa majina naitwa Fatma Khairi Mwinjuma, nafanya kazi kwenye mradi wa vijana GOYN Tanga nikiwa kama msimamizi wa kitengo cha ujasiriamali pamoja na vikundi vya kuweka na kukopa. Sisi kama GOYN Tanga tumeweza kutoa mafunzo ya kubadilisha fikra kwa vijana kwa kata 12 za halmashauri ya jiji la Tanga, na tumeweza kufikia zaidi ya vijana 400 na tumeweza kuanzisha vikundi vya saving kwa vijana vikundi zaidi ya 19 ambapo vijana wenyewe wanaweka pesa zao na kukopeshana kwa masharti nafuu kwa ajili ya kuendeleza na kuanzisha biashara zao. Kwa vikundi hivi, kwa umoja wao wameweza kuweka zaidi ya shilingi milioni 25 za Kitanzania. Hii itakushangaza, ni ndani ya miezi saba mpaka nane wameweza kuweka kiasi chote hiki kikubwa. kikundi chetu kina takriban miezi saba na mpaka sasa hivi tuna zaidi ya milioni nne 257. Majina yangu naitwa George Gerson Ruiza. Uh, nina umri wa miaka 28. Sababu zilizofanya kuanzisha kikundi hiki, hatuna nidhamu za kuhifadhi fedha lakini pia sio hilo tu, kupata fedha ya mkopo ni changamoto kidogo, lakini kwenye kikundi chetu tuna uwezo wa kukopana wenyewe na tukarejesha hela bila masharti magumu. Malengo ya kikundi chetu ni mawili, moja la muda mrefu na mingine muda mfupi. Uh, la muda mfupi tulipanga tukopeshane sabuni na sukari na vitu vingine vingine vidogo vidogo kama sehemu ya kuongeza kipato katika kikundi chetu. Lakini malengo ya muda mrefu, tuliplani tufanye uchakataji wa mafuta ya alizeti ili tuongeze thamani katika kikundi chetu. Tokea tulivyoanza hujiunga na kikoba chetu, tumeweza kunufaika sehemu kubwa, ikiwemo mikopo ambayo tunajikopesha sisi wenyewe kwa kujiwekea na kuweza kuendeleza biashara zetu mbalimbali tulizokuwa nazo. Ewe kijana wa Tanga, ni muda wako sasa wa kujifunza namna bora ya kukuza na kuendeleza biashara zako lakini pia kujifunza zaidi masuala mazima ya kuwa na nidhamu ya fedha na pia kufikia malengo yako hasa ya kifedha. Kijana, ni fursa.